Ebwana, ukisikia hayawi hayawi sasa yamekuwa. Siku ya kesho ambayo ni tarehe ya 17 ya mwezi huu wa 4 2025, Juma Juksi pamoja na Priscilla watakwenda kufunga harusi ya kitamaduni ambayo itafanyikia huko Nigeria. Na wasanii wengi kutoka Tanzania wameweza kuonesha sapoti kubwa kwa rafiki yao kipenzi Juma Juksi kwa kuweza kutoka hapa nchini na kuelekea huko Nigeria. ni miongoni mwa wasanii ambao wame wameonyesha na kushia katika kurasa zao za Instagram na kurasa zingine za mitandao ya kijamii. Ni pamoja na Diamond Platnumz, yeye ameonyesha akiwa anatoka katika uwanja wa ndege, lakini pia wamepanda private, private jet yake yeye mwenyewe. Hakutaka usumbufu Diamond Platnumz, lakini pia kuna Omi Dimpo, kuna Nandi na wasanii wengine wengi. Of course nimemwona DJ Nako pamoja na e, Garabi, watu wengi sana wameweza kuonyesha support kubwa. Sasa hichi ni kitu ambacho ki inakuwa ni furaha na inaonyesha ni kwa namna gani wa Tanzania, of course na wasanii wanaonyesha sapoti kubwa kwa rafiki yao. Kuliko kumwacha peke yake, wameona kwamba wamsapoti kwa namna moja ama namna nyingine. Sasa nikukumbushe kitu kingine kwamba harusi ilishakwisha kufanyika hapa eh, Tanzania, lakini kwa mujibu wa kwake Juksi amejaribu kueleza kwamba kutokana na mfululizo kutokana na mfululizo wa harusi hizi, kwamba harusi itaishia hapo. Kutokana na mfululizo wa harusi hapa Tanzania, itatoka tukimaliza hapa, taenda Nigeria, ambayo ni siku ya kesho, kutokana kuna hiyo harusi ya kitamaduni, lakini pia finalization itakuja kufanyika hapa, hapa Tanzania ambapo watu wengi wataalikwa na kila mmoja ataweza kushuhudia harusi hiyo. Hivi kwa upande wako, unaweza ka drop hapo your comment ukizungumzia kuhusiana na hii jambo linavyozidi kuja.